Wakongomani wengi wanatosheka kusikia ya kwamba yule zamani alitusaidia tukapumua, anafikiri kurudi tena, amekata ames, amesimamisha shule lake nakuja kutusaidia. Wakongomani wanafurahi na hii ndio ya maana acha wale watu ya utawala yenye wameshindwa kijeshi, kidiplomasia wasumbuke. Lakini Rais Kabila karibu, Wakongomani wanasema karibu afike kwanza atusaidie, na ninajua ya kwamba iwe watu wa upande wa upinzani hawa wanachukua silaha, iwo watu wa government, iwo wasiokuwa na upande wowote wa wanafurahi kuja kwa Kabila sababu experience inaonyesha ya kwamba ni kijana mjengaji. Tana alifanya hii, hana ndevu hana miaka, sasa wakati amekomaa, anaksha kuwa na hekima ya Kimungu. Ninafikiri ya kwamba watu wanatetemeka sababu walioanzisha kwa siri yatatoka nje, ndio inawatetemesha. Lakini wewe ni mkuu wa PPDR, kwa nini haukukimbia mji wa Goma? Mimi sina shida yoyote Waliokimbia ni wale walikuwa na makazi. Mimi sina kazi za serikali za serikali, wale wanakuwa na pesa ya serikali walikimbia. Mimi sina pesa, sina kazi, nitakimbia nini? Ya pili, sijawahi kukolokana na mtu yule yoyote, hapana. Sababu mwenye ningeogopa ungeniuliza, kwa nini wakati palikuwa serikali ya ya, ya, ya, ya jeshi haukukimbia, ni ile ningekusikia, sababu serikali ya jeshi ilifanywa kwa kutunyamazisha sisi tuliokuwa wapinzani, lakini niliishi na wao hapa, General uh, uh, Bauma na, na, na general uh, uh, yule uh, wa mbele kidogo wa kijeshi, wa kijeshi? ndima aliishi hapa kama miaka miwili, sijawahi kuwa na shida yoyote ser, eh, eh, ser, ser, ser, well, service za security zote hakuna mwenye nikuwa na shida. Chirimami alifika sikuwa na shida, ameenda nao wanafika, sina nao shida. Nilisikia kwamba walituita kwa mitingi, nikafika nikaona kama wakongomani wengine wote nikarudi. Sasa unafikiri mimi peke yangu ningekimbia na hawa watu ya goma hawangekimbia? kwa kwanini unapenda mimi mwenyewe ningekimbia na hawa wengine wabaki, si wao ni wakongomani kama mimi Ma, mimi sijioni ya kwamba nina special kuliko hawa watu ya goma, wote wakufe njala na mimi nisikie njala, tuko hapa kama nanga atasema tuende tupokee na tupatie sehemu ile, nitakwenda kupokea kama wengine, lakini sina kile ambacho ningehofia, sababu sina pesa ya serikali, sina kazi ya serikali, sina nyumba ya serikali. Mimi ni mkongomani na tangu nimenakuwa siyacumikia siya serikali kidogo, maisha niko nayo nile wazazi walinifundisha, fanya hivi fanya hivi, na nashitumikia mwenyewe, ndio unasema. Kwa kifupi, mnapokeaje hii hatua Kabila kurudi nyumbani? Kwa kifupi, Kabila alipashwa kurudi nyumbani kwa sababu iko peke yake mfanye siasa wa Kongo, ambaye ameonyesha kiasi gani ana uwezo wa kuunganisha wakongomani wakati wanagabulana. Kwa mfano wa elfu mbili, elfu moja mia kenda makumi munane na, na makumi kenda na munane inji ligabuliwa kwa inji sita. Ni yeye kwa miaka makumi mbili na kenda kwa kaunganishaka wakongomani, palikuwa jeshi karibu sita akazifanya kuwa moja, akajenga jeshi hii ikafika kuwa jeshi ya kenda katika Afrika. Nji ilikuwa haikuwekwa, hakuna masomo, hakuna barabara, hakuna chochote, amezijenga na huyu. Hata watu walimsema wakamtukana, imeonekana kila mtu anakumbuka kusema ingekuwa ni yeye hatungefikia hapa. Ndio maana ni ya maana sana kwake kurudi, achangize aongezee hekima kusema mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi, sababu najua ya kwamba ile zamani ni yeye aliikalisha Bemba mbusa Azariase na na jeshi zao muikale hapa tujenge inji na ile hekima bado haijatoweka ya pili kuja kwake ni kuonyesha ya kwamba ni ya muhimu inji kuwa na rais mustaafu hapana wa rais wa kufa sababu pangekuwa amekufa huyu rais mambo iko nafanya yangeenda mubaya sana mupaka, nanga, yangeenda mpaka bwana Coronel Nanga angeenda mpaka nae kumpindua na Coronel Nanga angechunga siku nae pindulio kwa masasi lakini sababu kuna rais mustaafu anapokuja anaonyesha ya kwamba Mustafa ni anakuwa ni ndio tunaita biblioteke, anakuwa na hekima, mumsogelee, busara wake utakweza kutusaidia tuendelee tena kidogo. Na hii kuja kwake iko ya maana sana, sababu itasaidia mioyo ya watu kushuka tena chini. Hii wamepambana katika mitandao kutukanana, tutaenda Kisangani, tutafanya hivi.